Ugaidi ni moja ya changamoto kubwa zaidi za usalama wa dunia ya kisasa. Nyuma ya mashambulizi, hofu na maafa yanayotokea, kuna watu waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa, viongozi waliounda, kuendesha au kuhamasisha makundi ya kigaidi. Makala hii inaangazia viongozi kumi waliowahi kuwa maarufu duniani kwa kuongoza au kuhusishwa moja kwa moja na ugaidi, ikieleza historia yao Mbinu walizotumia na athari walizoacha kwa jamii za binadamu. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Alute Media ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Tahadhari, makala hii ni ya kielimu na kihistoria, haikusudii kuunga mkono, kuhalalisha au kuhimiza ugaidi kwa namna yoyote. Osama bin Laden, al Al-Qaeda. Alikuwa kiongozi na mwanzilishi wa mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda. Alizaliwa Saudi Arabia mwaka 1957 katika familia tajiri lakini baadaye aligeukia misimamo mikali. al Al-Qaeda ilihusishwa na mashambulizi makubwa ikiwemo ya Septemba 11, 2001 nchini Marekani. Bin Laden alitumia itikadi kali na lugha ya dini vibaya ili kuvutia wafuasi, hasa vijana waliokuwa na hasira au kukata tamaa. Athari za uongozi wake zilikuwa kubwa vita vya muda mrefu, vifo vya maelfu ya raia, na kuongezeka kwa hofu duniani. Alifariki mwaka 2011 baada ya operesheni ya kijeshi ya Marekani. Abubakar al Bagdadi, ISIS. Abubakar al Bagdadi alikuwa kiongozi wa kundi la ISIS Islamic State. Alitangaza kile alichokiita dola la kiislamu mwaka 2014, hatua iliyosababisha vurugu kubwa Mashariki ya Kati. Uongozi wake ulijulikana kwa ukatili uliokithiri, mauaji ya raia na matumizi ya propaganda kupitia mitandao ya kijamii. ISIS chini yake ilivutia wapiganaji kutoka nchi nyingi. Al-Baghdadi aliuawa mwaka 2019, lakini athari za kundi lake bado zinaonekana. Ayman al-Zawahiri, al Al-Qaeda. Baada ya kifo cha Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri alichukua uongozi wa Al-Qaeda. Alikuwa na elimu ya udaktari , lakini akachagua njia ya misimamo mikali. Zawahiri alihimiza mashambulizi dhidi ya maslahi ya nchi za magharibi na alijulikana kwa hotuba ndefu za propaganda. Alifariki mwaka 2022, lakini mtandao wa Al-Qaida bado una matawi katika maeneo mbalimbali. Abu Musab al-Zarqawi, Al-Qaida Iraq. Al-Zarqawi alikuwa kiongozi mkali aliyesababisha machafuko makubwa nchini Iraq baada ya uvamizi wa Marekani mwaka 2003. Alijulikana kwa ukatili uliopitiliza na kuchochea migogoro ya kidini. Mbinu zake ziliweka msingi wa kuibuka kwa ISIS baadaye. Alikufa mwaka 2006 lakini urithi wake wa vurugu uliendelea. Hassan Nasrallah, Hezbollah. Hassan Nasrallah ni kiongozi wa Hezbollah, kundi lenye silaha lenye makao yake Lebanon. Ingawa lina ushawishi wa kisiasa, nchi nyingi hulitambua kama kundi la kigaidi. Chini ya uongozi wake, Hezbollah imehusishwa na mashambulizi na migogoro ya kikanda. Ushawishi wake umeathiri siasa na usalama wa Mashariki mwa Kati kwa miaka kadhaa. Abubakar Shekau, Boko Haram. Abubakar Shekau alikuwa kiongozi wa Boko Haram nchini Nigeria. Alijulikana kwa hotuba kali na mashambulizi dhidi ya raia, shule na taasisi za serikali. Uongozi wake ulisababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kukimbia makazi yao. Alifariki mwaka 2021, lakini Boko Haram bado ni tishio katika Afrika Magharibi. Moktar Bel Mokhtar, Al Qaeda Maghrib. Belmoktar alijulikana kama Mr. Marlboro kutokana na biashara haramu. Aliongoza mashambulizi katika ukanda wa Sahel, ikiwemo Algeria na Mali. Aliunganisha ugaidi na uhalifu wa kimataifa, jambo lililofanya makundi ya kigaidi kuwa na rasilimali zaidi. Abdalla Azam, ideolojia ya jihadi ya kimataifa. Azam alikuwa mhubiri na mwanafikiri aliyesaidia kuweka msingi wa Al-Qaida alisisitiza jihadi ya kimataifa, wazo lililovutia wapiganaji kutoka nchi mbalimbali mbali. Ingawa hakujulikana kwa kuongoza mashambulizi moja kwa moja, mawazo yake yalichangia sana kuenea kwa misimamo mikali. Sirajudin Hakani, mtandao wa Hakani. Sirajudin Hakani ni kiongozi wa mtandao wa Hakani unaohusishwa na Taliban. Mtandao huu umehusishwa na mashambulizi mengi Afganistani. Ana ushawishi mkubwa wa kijeshi na kisiasa na ametajwa na jumuiya ya kimataifa kama tishio la usalama. Ahmed Godane, Al-Shabab. Ahmed Godane alikuwa kiongozi wa Al-Shabab nchini Somalia. Chini ya uongozi wake, kundi hilo lilifanya mashambulizi makubwa ndani na nje ya Somalia. Alitumia propaganda na vitisho kuimarisha nguvu ya kundi lake hadi alipouawa mwaka 2014. Viongozi hawa 10 walikuwa na ushawishi mkubwa katika historia ya ugaidi duniani. Ingawa wengi wao wamefariki, athari za mawazo na vitendo vyao bado zinaonekana. Makala hii inatukumbusha umuhimu wa elimu, umoja wa jamii na kupinga misimamo mikali kwa njia za amani ili kulinda maisha na mustakabali wa dunia.